Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienaye nyuwa za waamini wako, washa mapendo yako. Peleka Roho wako vitombo upya, na nchi zitageuka. Tuombe. E Mungu uliyefundisha nyuwa za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho wako Mtakatifu, tunakuomba utuongozi na yule Roho tupende aliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu Amina. Mtazamaji mpendwa, katika vipindi vyetu vilivyopita tumekuwa tukiongelea juu ya maelekezo ya maombi ya uponyaji. Tuliongelea sehemu ya kwanza na ya pili, leo tuhitimishe na sehemu ya tatu, ambapo leo tunataka kutaja mazingira ya uponyaji eh, katika nyakati zetu karama za uponyaji na mazingira ya uponyaji katika mazingira yetu ya siku hizi. Katika historia ya Kanisa kumekuwa na watendaji wa miujiza, ambapo wamefanya uponyaji wa ajabu katika historia ya Kanisa. Tuachane na kile kipindi cha Yesu pamoja na mitume, lakini vilevile vile katika historia ya Kanisa hayo yamekuwa ya kitendeka na kanisa limekuwa likitambua haya kama upendo wa uponyaji wa Mwenyezi Mungu kwetu sisi wanadamu ili kuweza kuonyesha ukuu wake kwetu, lakini vile vile kumtambua zaidi yeye Mwenyezi Mungu. Hivyo imezoeleka kuita mikutano mbalimbali kwa ajili ya maombi kwa madhumuni hayo ya uponyaji wa magonjwa mbalimbali yaliyopo, na hata katika historia inaonyesha, baada ya Komunyo, wengi walikuwa wakitoa ushuhuda kwamba wamepata uponyaji katika tendo hilo la kumpokea Yesu wa Ekaristi. Kuna ushuhuda mwingi katika historia yetu ya kanisa. Katika huo ushuhuda wa uponyaji tumeshuhudia watu wakifurika katika maeneo ya hija, hasa katika nchi takatifu na maeneo mengine kama Loreto kule Lourdes kule Fatima, watu wamekuwa wakifurika huko na wakishuhudia kwamba wamepata miujiza katika kuponywa. Kanisa Katoliki halina tabia ya kuwakusanya watu kutoa miujiza kushuhudia katika vyombo vya habari kwamba nimetendewa miujiza. Linawaagiza aliyetendewa miujiza aende tu kanisani akamshukuru Mungu kwa ambayo amemtendea, kama Yesu alivyokuwa akifanya, mtu akimponya nambia, basi nenda kajionyeshe tu kwa makuhani na ukatoe sadaka iliyoamriwa, sio kwenda kwamba kuwatangazia watu. Kwa hiyo sisi Waga hatufanyi eh, hiyo kama matangazo ya kuonyesha kwamba mtu ameponywa, lakini ushuhuda upo wa kutosha unaoonyesha kwamba eh, watu wanapata uh, miujiza ya kuponywa katika sehemu mbalimbali kanisani, sehemu za hija, kule Kibeho, kule Namugongo, na hata kuna baadhi eh, ni kwamba bado wako kwenye mchakato wanaotaja, eh, kwamba hata wanaomwomba mtumishi wa Mungu mwalimu Julius Kambarage Nyerere nao wamepata uponyaji. Kuna ambao wamemwomba yule eh, sista mtumishi wa Mungu Mbawala Benadeta Mbawala eh, nao wamepata muujiza wa kuponya. Bado wako kwenye process, lakini basi miujiza inaendelea kutendeka hiyo ya uponyaji. Kwa hiyo karama ya uponyaji na ushuhuda wa uponyaji katika mazingira yetu upo, na hata katika mikutano mingi ya maombi watu wamekuwa wakishuhudia kwamba wameponywa. Kwa hiyo inaendelea. Ni vyema kutambua kwamba lengo la maombi, lengo la maombi liwe ni kutambua upendo wa Mwenyezi Mungu wa uponyaji kwetu, kutambua lengo lisio kulazimisha upendo wa Mwenyezi Mungu kwetu. Tunapolazimisha upendo wa Mwenyezi Mungu ni kwamba hatuna imani ya kutosha. Ndio maana kunatokea wimbi la watu kuhangaika kutoka kituo kimoja kwenda kituo kingine kwa sababu anahisi kwamba aliomba hakufanyiwa, aliomba upendo wa Mwenyezi Mungu, huo uponyaji kama zawadi hakuipata. Kwa hiyo anaenda kuidai mahali pengine huo eh. Na hayo sio mafundisho ya kanisa, kwamba tuombe tusali, lakini kwa unyenyekevu, kwa imani, na tunapopewa hiyo zawadi ya upendo ya uponyaji tuipokee kwa imani na kwa shukurani, sio kwa eh, kumlazimisha Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kuwafundisha waamini wetu na watu wote, ili kutambua hili, ili wasijikite katika kuhangaishwa, na kwa hayo ambayo tunaendelea kuyashuhudia, kutotambua huo uwepo na upendo wa Mwenyezi Mungu tunapohangaishwa ndio eh, yanatupata ni vizuri. Vile vile kutambua kwamba kanisa limeweka sakramenti sakramenti takatifu na sakramenti hizi takatifu za wagonjwa, pamoja na sakramenti nyingine, tunapoziadhimisha, Mwenyezi Mungu anatufanyia hiyo miujiza mfano tunapoabudu sakramenti takatifu ile, tunapoweka tunaita exposition, Yesu ekaristi yuko pale, tunasali na kuabudu. Ushuhuda unatueleza kwamba watu wamepata miujiza, lakini kanisa linasisitiza kwamba tunapofanya maadhimisho haya, pamoja na kwamba tuna eh, tuna imani na tunahitaji uponyaji tusipoteze lengo la ile sakramenti na utaratibu wake. Mfano, katika sakramenti ya uh, tunapo uh, abudu sakramenti takatifu lengo hasa ni nini? Lengo la kuabudu sakramenti takatifu ni kuwafanya waamini watambue huo uwepo wa Yesu mzima katika hayo maumbo ya mkate na divai, uwepo wa Yesu na kutambua thamani yake mbele yetu, huyu Yesu wa Ekaristi. Sasa tunapofanya ibada hizi, inawezekana tukaja na lengo la uponyaji. Sasa tunajikuta tunafanya ushirikina mbele ya sakramenti, kwa ili tutupone labda tutachukua tutarukaruka, tutafanya nini, na wengine wataiba sakramenti wapeleke nyumbani, katika adhimisho la misa takatifu. Ndio maana tunasisitiza eh, siku ya Dominika watu wanapokuja. Je, wewe una imani gani katika hii sakramenti? Unapokea mkononi, unakula kama tunavyofundishwa na Kanisa, au nio yako uifiche sakramenti uondoke nayo ili uende ukafanye ushirikina huko nyumbani, wa kumponya. Ni kweli una imani kwamba sakramenti hii inaponya, inatuponya mwili na roho, hii sakramenti tuliyoipokea. Lakini tunasisitiza utaratibu ni ule ule kwamba Yesu akuponye unapompokea Yesu huyu wa Ekaristi, uondoke na hiyo imani wakati umefuata utaratibu unaokubalika, sio unaiba, unampelekea mtu ambaye sio sio mwenye imani hatambui thamani. Kwa hiyo maadhimisho yote yale ya sakramenti au ya misa takatifu lazima yazingatie taratibu zile zile, pamoja na kwamba tumeweka lengo ndani yake la uponyaji, na tutambue kwamba mmiliki mmiliki wa uponyaji ni Roho Mtakatifu, Mungu mwenyewe aliye tuma roho roho huyo anatenda kazi. Roho huyo huyo ndiye anayeanzisha kazi hizi zote akiwagawia kila mtu kama roho apendavyo, tunavyosoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na mbili aya ya kumi na moja. Kwa hiyo katika ibada ya maombi zinapopangwa na kuomba uponyaji itakuwa ni kinyume kabisa cha upendo wa uponyaji, kama kama tunaenda na mawazo ya kututambua kwamba e, mponyaji ni Roho Mtakatifu. Tunapoenda na wazo tukitafikiri kwamba huyu kiongoza ibada ndio mmiliki wa uponyaji, hapo ndipo tunapokosea. Ndio maana kanisa siku zote, wale ambao wamepewa karama ya uponyaji au ya ufundishaji, inaitwa ni karama kwa sababu huko katikati ya jumuia, inakuwa ni kwa manufaa ya jumuia nzima, sio kwa ajili ya manufaa yako wewe binafsi. Ndio maana katika uh, hizi sala, mtu anapoenda kuombewa na padre, hata daiwa kwamba toa shilingi elfu mbili, toa shilingi elfu tano, toa shilingi elfu kumi, toa fungu la kumi ili uweze kupona. Sadaka au fungu la kumi ni wajibu wa kila muumini, lakini sio wajibu wa mgonjwa ambaye anataka kuponywa. Huyo ni zawadi. Zawadi haina madai, kwahiyo zawadi ya uponyaji inayotoka kwa roho Mtakatifu haina madai, kwa hiyo sio biashara. Uponyaji usitambulike kama biashara maalumu, biashara maarufu ya watu maarufu, maana imekuwa sasa hivi makanisa ya biashara ya uponyaji na maombezi. Unaombewa, lakini lazima ulipie. Unaombewa upate gari, lazima lazima ulipie. Kwa hiyo karama hizi sio biashara, haziuzwi na kuziuza ni kufuru. Kanisa limesha kataza nguvu hizi za Kristu mfufuka haziuzwi. Ni vizuri basi kutambua kwamba hata maombi makali sana ya kusisitiza ponya ponya ponya, shusha shusha shusha, kama sio ya upendo wa Mwenyezi Mungu hakuna kitakachotokea. Unaweza ukawa unajihangaisha bure. Leo umeombewa hapa, unahama, unaenda mahali pengine. Hebu tuangalie basi kwa ufupi tu kanuni ambazo kanisa linasisitiza zifuatwe katika kusali kwa ajili ya maombezi. Moja, ni halali kila mshiriki katika katika kongamano fulani kumwomba Mungu kwa ajili ya uponyaji, kila mtu ni vyema kabisa. Hii inapangwa katika kanisa au mahali pengine patakatifu. Inafaa kwamba sala hizo ziongozwe na mhudumu rasmi, kwa pamoja, na kwamba wote tunaomba, lakini sala ziongozwe na mhudumu rasmi wa kanisa, sio kwamba kila mtu ana anaongoza, inakuwa ni kama ni fujo fulani, sio utaratibu. Pili, maombi ya uponyaji yanachukuliwa kuwa ya kiliturujia ikiwa yanapatikana katika vitabu vya kiliturujia vilivyoidhinishwa na mamlaka ya kanisa na singi vinginevyo. Kwa hiyo maombi yale ni vizuri yafuate utaratibu wa kiliturujia ulioidhinishwa na kanisa. Kama kanisa halijaelekeza kukanyaga mafuta ni marufuku. Katika kanisa Katoliki kuiga vitu ambavyo havipo, kama kanisa halijaelekeza watu kula udongo na kuuziwa udongo, ni marufuku mhudumu wa kanisa kufanya vitu hivyo. Kwa hiyo lazima kufuata taratibu ambazo na maelekezo ya kiliturujia yaliyowekwa na kanisa, sio kuigaiga tu. Sala za kiliturujia za uponyaji huadhimishwa kulingana na ibada na mavazi matakatifu yanayofaa yanayotambuliwa na kanisa. Kwa hiyo mavazi sijui na nini. Kwa hiyo kama kitu hakijaidhinishwa na kanisa usikilete, unaleta kaniki, unawafunika watu kwa kaniki nyeusi e? unawambia waje na vitambaa, wakanunue vitambaa ambavyo wewe unaviuza, hiyo sio utaratibu. Askofu wa jimbo ana haki ya kutoa kanuni kwa ajili ya kuongoza mikutano hii ya maombi. Askofu wa jimbo ndio mwenye mamlaka ya juu ya kufanya hivyo na kanuni hizi zinapaswa kufuatwa na wale wahudumu waliopewa dhamana ya kuongoza makongamano haya au mikutano hii ya maombi. Kwa hiyo askofu ana mamlaka hiyo. Mkanganyiko kati ya maombi yasiyo ya kiliturujia na maadhimisho ya kiliturujia inapaswa kuepukwa kwa uangalifu. Kwa kama kuna mambo ambayo sio ya kiliturujia yanaletwa, tumeona mahali fulani na nini, tuyaepuke. Kama jambo sio la kiliturujia, tujitahidi kuliepuka, hata kama tumeliona mahali fulani linawapendeza sana watu, kwamba bwana, mimi lazima lazima niondoke na vichupa vya mafuta. Kwa sababu kanisa hajielekeza hivyo, vitu hivyo viendelee kuepukwa na kitu chochote kinachofanana na chuki, uongo, uigizaji au mhemko. Mhemko kinapaswa kuepukwa kwenye mikusanyiko kama hiyo, zaidi ya yote, kwa upande wa wasimamizi wa wale wahudumu waliopewa dhamana ya kuongoza hili kundi, waepuke kitu chochote kinacholeta chuki. Mikutano mingi ndugu zangu ya haya maombi imekuwa ikijaza chuki kwa watu. Mtu ana, anaanza kusema oh, eh, unalogwa na, na fulani ndio anayekuletea maumivu haya. Anaenda anakosana na ndugu yake, wewe unajiita nabii unamtabilia kwamba anayekuumiza ni mtu fulani. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kitaleta chuki na magomvi kiepukwe katika mikutano hii ya maombi. Kitu chochote cha uongo, unasema uongo ili tu upate umaarufu. Mtu anaambiwa njo ujifanye kwamba ni kiwete, uamke baada ya useme nimepona, nimepona ili tu kuwaamsha watu. Kwa hiyo kitu chochote cha uongo kanisa linasisitiza kisiwepo, hasa kwa upande wa wale wanaoandaa makongamano haya au wasimamizi. Chochote kile cha uongo, sema mimi nilikuwa mja mzito sijui na nini, unadanganya ili kuvuta watu, kwa sababu maneno yanayosema yanagusa watu, wanasema ni kweli kitu hichi, kumbe nicho uongo, kitu cha uigizaji. Unakuja unaigiza kiti e, unaigiza kwamba wewe ni, kiwete wewe ni nini e? Unaigiza hata vile vile kunena kwa lugha ambacho tunasema kunena kwa lugha ni, ni karama ambao anapewa baadhi ya watu, sio kila mtu amepewa karama kama wewe hujapewa karama, usi usilazimishe usilazimishe kuongea ku na lugha eh. Saa nyingine unachangana na lugha kwa sababu watu hawajui eh, eh, Kijerumani unaanza kuongea Kijerumani hapo, kumbe mbona hicho ni Kijerumani, sio kunena kwa lugha, ni lugha za kawaida, au naongea Kiitaliano. E, Ave Maria gracia plena. Kwa sababu watu hawajui ni lugha gani unasema, we unanena kwa lugha. Kwa hiyo hapo, haya ni maigizo. Usiigize, acha wanaonena kwa lugha wanene. Wewe kama hujapewa kipawa hicho, na tuache mihemko. Wewe kiongozi unaleta mihemko. Kwa hiyo tunataka ibada hizo ziende katika utaratibu kweli wa Kikanisa. vilevile zaidi ya yote, matumizi ya vyombo vya mawasiliano televisheni, simu hizi za kurikodi, maana siku hizi imekuwa ndio mitindo e, watu wako mahali, lakini kila mtu ana simu yake, anaonyesha, anaonyesha. Kwa hiyo vyombo vya mawasiliano katika mikutano hii ya maombi, ambapo kweli mtu anaweza akashikwa na mapepo akafanya nini, akaanguka chini, sasa kazi yetu ni kurikodi na kurusha kuna heshimu faragha ya mtu huyu ambaye eh, kwa sababu aliguswa na kitu fulani akaanguka akafanya nini, tunasema faragha ya watu haya inalindwa. Kwa hiyo vyombo vya habari au kuisha kitu chochote kanisa linakataa na sio kama imeanza leo, eh, ni eh, kasome ile sheria ya kanisa namba mia nane ishirini na tatu katika ibara ya kwanza na ya pili, Inasema ili kulinda uadilifu na imani na maadili, wachungaji wa kanisa wana wajibu, una haki ya kuhakikisha kwamba katika maandishi na katika matumizi ya njia za mawasiliano ya kijamii kusiwe na athari mbaya kwa imani na maadili ya waamini wa, wa Kristo. Kwa hiyo hiyo kuisha kusije kuletea athari mbaya, kwa hiyo lazima mawasiliano hayo yadhibitiwe na kanisa linaendelea kusisitiza kwamba sala za uponyaji ziwe za kiliturujia au zisizo za kiliturujia, hazipaswi kuingizwa katika adhimisho la ekaristi takatifu. Adhimisho la ekaristi takatifu misa takatifu inabaki katika ukuu wake, hatuingizi vitu vingine. Sio unafika katikati, unasema sasa, tuamke tumwite Roho Mtakatifu, shuka shuka, unaambia kila mtu aneni kwa lugha. Vitu hivyo havipo katika maadhimisho kwa hiyo sala zozote zile ambazo zile ni za kiliturujia, ziko kwenye vitabu vile vya sala maalum kwa ajili ya maombezi, kwa ajili ya kupunga, haziingizwi katika adhimisho la misa takatifu. Tunaweza tukaadhimisha misa takatifu tukamaliza, halafu ndio twende sasa kwenye mikutano yetu hiyo ya maombi tukitumia sala hizo, lakini ndani ya ukuu wa adhimisho la misa takatifu tusiingize kitu chochote. Edha sala zile ambazo tunazichukua katika vitabu vya sala au maombi yetu yale binafsi e, tunayaleta e, kama sehemu ya maadhimisho ya misa takatifu e, wakati wa ekaristi takatifu kuta e, padre baadala ya kutumia sala ya ekaristi takatifu e, e, unaanza kuleta maneno yako ya maombezi. Sala e, ya ekaristi i lazima itumike kama umetumia sala ya kwanza, ya pili, ya tatu na kadhalika iendelee kubaki hiyo hiyo, usiingize vitu vyako. Kanisa limekataza, huduma ya kutoa pepo lazima ielekezwe na kumtegemea sana askofu wa jimbo, kulingana na sheria ya kanisa namba elfu moja mia moja sabini na mbili, kwamba askofu ndiye mwenye mamlaka ya, ya kumteua Huyu msimamizi mkuu wa vikundi hivi vya eh, vya maombezi, na sheria inaonyesha kwamba anayetulia ni padri tena mcha Mungu ambaye ana ujuzi wa mambo hayo, kwa hiyo sio kila mtu. Sasa huyu padri ndio atajua jinsi ya kuwakusanya haa, wahudumu wengine, jinsi ya kuwaongoza na kadhalika. Na katika adhimisho la misa takatifu, kama tulivyosema Uh, hairuhusi kuingiza mambo mengine, lakini kama nia, kama nia ya misa, inaweza ikaingizwa. Kama tunavyosema, leo mtu fulani anaomba kitu fulani, anaomba uponyaji, anaomba nini, anaomba nini. Kwa hiyo nia kama nia zinaingizwa. Kuhusu maombi ya pepo yaliyomo katika rituale, ni marufuku nayo kuingizwa katika adhimisho la misa takatifu au liturujia ya vipindi, yale masifu. So, nafika katikati nasimama kwanza, mnaingiza vitu vyenu hapana. Kuhusu ushuhuda, kama mtu amepona amefanya nini, muujiza umetendeka, ushuhuda huo ukusanywe kwa uangalifu na ukabidhiwe kwa mamlaka husika. Mamlaka husika baada ya kuchambua uhalisia wa ushuhuda huo, ndio inaweza kutangaza, so, kwamba sasa huu ushuhuda ni wa kweli au tuufuate. Kwa hiyo sio kwamba kila mtu anatoa, anatoa, ushuhuda, msema ni kweli ah, ni kweli, kanisa lina utaratibu. Ndio maana hata kama umepokea muujiza, sijui umemwona Mama Bikira Maria amekutokea, sijui Mtakatifu Rita Wakashi amekutokea, tunasema ni kweli, ni muujiza, ulete tufanyie kazi tusali, Mwenyezi Mungu aendelee kufunua kwetu. Hayo ni baadhi tu ya maelekezo ya kanisa juu ya maombi. Kwa hiyo kanisa lina linaunga mkono maombi ya uponyaji na maombi mengine yanayohitajika ya kwa ajili ya, ya, ya waamini kuomba mali, kuomba ustawi, yote hayo kanisa linakubali, lakini linasisitiza utaratibu ufuatwe na watu wasidanganywe, na tusitumie kama kipengele cha biashara au cha kuwadanganya waamini au kwa ajili ya kuvuta wafuasi katika kundi fulani. Mwenyezi Mungu awabariki na tuendelee kumshukuru na kumwomba kila saa tunapomhitaji, na tumsifu na kumshukuru pale anapotufanya. Kisha tumalize kwa sala. Tunakimbilia uonizi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu, usitunyime tukiomba katika shida zetu, utopoe siku zote kila tuingie hapo hatarini. Ee Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumtukuze Bwana, tumshukuru Mungu.